Maombi ni kitu ya muhimu sana. Sasa imagine nimeenda Kitale, Kitale, huko Kitale uko mbali. Pastor, Pastor wa Kitale amenibariki na na mahindi. Pastor Emily, Emily wa KG huko Kenya wani ndiye alinibariki na mahindi enye nimeshiaka. Sasa hii maombi kumbe ni kitu ya ma, ya maana sana, maombi inasaidia. Yes, yes, ndugu bwana Hey, karibu niambie mageni ma bwana, ume lost muda mrefu sija si Napitanga navitanga hapo kwa <coughs> sikuoni. Sasa unajua hii mambo nimesikia kusema huo pastor alikubariki. Hey, Pastor Emili bwana wa Kitale Pastor Emili wakeejichacho huko Kitale Kenya wana, amenibariki amenibariki na mahindi karibu gorogoro ishirini. Sasa nimeona nimeshiaga, oh, na mimi sasa hata mimi nilikuwa naomba anibariki kubwa, lakini si naunga. Wewe unaomba akubariki na nini? Naweza kukufanyia connection. Nilikuwa yeah, na kitu ya muhimu ni pesa. Juu unajua pesa ndio inanunua unga? Sasa unataka nipigie pasta Emily akubariki na kitu nini? Ah, see, na pesa, na pesa. Pesa. Anibariki tu na pesa. Sasa waache fanya hivi. Hmm. Wewe enda. Enda tu kwako. <laughs> Mimi ndampi vya usiku si unajua mapasta unakuanga saa hii at least wakufuri hiyo masaa eh? sasa eh, nitampigia hiyo masaa naku nikupee feedback sawa? Oh, ndugu sawa sawa. Sasa we, enda nifanya, nikineni unajua, nataka nipikeko ka ugali na mimi sitaki wageni wengi sana. Okay, sawa, sawa we, enda.